Ko, nani? Kofia yangu, eh? Kofia, um, kofia kichwani ukaisachi kwenye mfuko wa shati kweli, yaani mkiangus najua nakupenda eh? Kofia wakati nimekuja pale, yani wakati tu, pale tulipokuwa tumekaa yeah, nimekumbuka pale tulipokuwa tumekaa, tulikuwa tunazungumza. Sasa alifika mzee nani yule, akawa amekaa na yeye sasa nikaona sio busara kuwa na kofia mzee yuko pale ndio nikawa nimeivua hatimaye, ndio nikaamua nije tu nyumbani. A, sawa mume wangu, mi nimekuelewa. <laughs> Hivi hauhisi njaa eh? hauhisi njaa? Ah, hapana mimi ninachokihisi, yaani mi ninachotamani saa hizi ni, ni yani msamaha wako tu, mke wangu kwa kuchelewa kurudi ah, nyumbani. Mimi nimekusamehe lakini nakwambia kitu hicho kimoja leo iwe mwanzo na mwisho, umenielewa? Nimekuelewa mke wangu. Uwe unawahi kurudi nyumbani mapema eh. sawa sawa. nakupenda sana wewe. hmm. Mvuvi Mvuvi

Karibu shikaa ba mdogo naraba. Karibu, asante bamdogo. Shazima nimemkuta mtoto mtoto akimwambia mtoto mwenzie tunasema watoto wanacheza na neno hilo hilo la kitoto. Mtoto akimwambia mtu mzima tunasema mtoto anakuwa lakini neno la kitoto. Mtu mzima akimwambia mtu mzima mwenzie hiyo ni dhihaka. unamaanisha nini? Nishazima upi unamuulizia wewe, wakati Shazima ametoka hapa jana usiku. Amesema anakuja kulala kwenu. Waswahili walinena kwamba raha ya uongo ni kupanga. Sasa nyinyi uongo wenu unaonekana mkuupanga, si ndio eh? Bamdogo Aisha, kumbe umeshafika nyumbani? Nimeamka nimekutafuta ndani sikuoni, kumbe umekuja huku. Ah, sasa mbona hujaniambia tuje wote? Siku nyingine ukiaga unakuja kwetu jaribu kunipa taarifa. kabisa kutembea na mwanamke wako. Ah, oh, jamaa so hizi hizi. Oh anaenda kumzungua huko huko. Kwani anatembea na mwanamke wako? Ah ah. Subiri kwanza. Tusubiri nini? Hakuna muda wa kusubiri. Twende huko huko ufukweni tukamvamia huyo jamaa. Mimi najua ili jambo lazima likuume sana, kwa sababu mimi ni rafiki yako wa karibu mno, lakini naomba nikuulize swali moja, kama utojali Hivi, unafahamu kwa nini Mwenyezi Mungu alitumba sisi binadamu na masikio mawili, macho mawili, lakini mdomo mmoja? Alikuwa na maana hii ifuatayo: tunapaswa tusikilize sana, lakini tuangalie sana, ila tusiwazungumzaji kupita kiasi. Mimi kiukweli nimeachana naye, yeye ameamua kunifanyia hivyo, sawa. Kwa hiyo naomba usipaniki ndugu yangu. Ha -ha, Tasha, so kinyonge bwana. Bro, mimi binafsi sikubaliani na hilo. Labda nikwambie tu Tasha, ingekuwa ndio mimi kanichukulia mwanamke wangu. Oh. Kijiji kizima kikiniona mimi mbaya, ningemfanyia kitu ambacho asingesahau maisha yake yote. Sasa nashangaa bro, unachukua mke wako afu chukua tu ayo yote unakaa kinyonge. Tasha, so kweli bwana, sisi ndugu. Mimi siwezi kuruhusu ufanywe hivyo, mimi ndio mtetezi wako Tasha. Twende huko huko tukamwashie moto huyo. Ah. Ah, kae hebu subiri kwanza. Nisikize nikwambie. Mimi najua kwamba umechukia kweli kweli, lakini kwanza tuliza hasira, kwa sababu hayo maamuzi yako ya hasira hayawezi kuwa sahihi hata mara moja. nacho kusi ndugu yangu, hata tukifika huko bichi usianzishe korofi aina yoyote ile. hata ukimuona, wewe achana naye mpoteze tu. Ni kweli Tasha, nimechukizwa sana kwenye hilo, ila bro nisamehe sana. Yule jamaa hatuwezi kumwacha hivi hivi. Yaani haiwezekana kufanyia hivi ndugu yangu. Wewe twende huko huko afu tujioni kila mbele ya safari. Twende. Ngoja kwanza. Mimi mwenyewe roho yangu pia inaniuma kufanywa hivyo lakini siku zote Mwenyezi Mungu anatufundisha kwamba kila baya na zuri, yeye Mungu mwenyewe Mwenyezi Mungu ndo anapanga. Sasa mimi binadamu leo hii kwa nini nipinge? Tafadhali naomba unielewe, usianzishe ukorofi aina yoyote, mwache. Sawa? Mwenyezi Mungu anapanga. Sasa huyu mbuzi tutamlelea paka lini? E, yaani jikuta, nani, hapa kijijini niende ofisi sana. Twende kumfundisha adabu huko huko, twenzetu bro. Twende. Na wewe. Yaani Aisha umekosea sana. Kwa nini nawe umekuja asubuhi asubuhi kuniulizia nyumbani? Ah. Mwenzako nimemdanganya baba mdogo, nimelala kwenu. Sasi, sasa itakuwaje? Sasa wewe Shazma, unamdanganya vipi babako mdogo ukiwa mimi mwenyewe hujanipanga eh? Aya sasa. Sasa hivi kasha tuona mimi na wewe letu moja. Ndio nini sasa? Sikia, nikwambie, siku nyingine utaka kupanga mambo yako, naomba unishirikishe. Sio kama hivi. Mungu wangu. Hasa mimi nitafanyaje? Baba na mdogo namjua fika, na asia vibaya mno. Nitafanya nini saa hizo? Baba babako mdogo na we mtajua, mtajuana wenyewe, mimi hazinihusu. Na mambo yangu kibao hapa kichwani, na mambo gani ya kunishinda mimi ulio nisababishia. Sikia Shazima nikwambie, mimi natatizwa na nataka unishauri, hmm, shoga yangu kama ndo hayo mbona makubwa. Sasa utafanyaje? Mimi <clears throat> sina sina hata cha kukushauri ah. Lakini mwenzangu, kama ndo hayo mbona makubwa, si uende kwa mama yake ukamwelezee. Unaogopa nini? Yaani wewe mama yake, hataki nitie hata mguu wangu pale. mbo nimekuletea maji haya. Acha hapo. Sawa, kwa heri, mimi naondoka. Kabisa, usishike. Kwani kuna nini hivi mama? Nikwambie mara ngapi, lakini mbona unataka kuingiza uchawi ndani kwako mama? Huyu binti anavishawishi vibaya kwako. Huyu binti sio mtu mzuri, ni mchawi. Ona, ulikuwa unajiangamiza mwenyewe bila kujua. Lakini mbona kama wewe unapenda sana hayo mambo ya kishirikina? napenda mambo ya kishirikina mama? Mbona unakosea? Umeona, hii yote ni kwa sababu ya dawa zake, anataka kukuharibu mpaka na wewe umeanza kubali kumwamini kweli. Hivi kwani alivyokuja ametokea wapi? Ametokea huku, alafu ameondokea ame hapa na na huku, unaona sasa? Haiwezekani mtu ajie na njia hii aondokee na njia hii huku hizi zote ni njama na dawa na mbinu walizopewa na mganga wake. Inawezekana, hmm. Ni kweli. Basi tu tuamwage kwa maji anajen ajaku Sasa utafanyani? uh -huh. Mbuzi kafia kwa muuza supu. Eti, wendo najikuta kijogomba la myamakoo. Kazi kutembea na wake za watu, si ndio? Wewe we wewe, una mke pale kijijini huyo. wow, mpunzi anaongea nini? okay, tafadhali tusifikie huko bwana. Kwani unataka kunielewa ndugu yangu? ah, ah tasha, niache ni niache niongee. Kwa hiyo wewe ujui mwanamke wangu ni nani? Kijiji kizima kinajua mke wangu ni nani. Sasa unajikuta mjanja, umetembea na mwanamke wa Tasha. Wewe una uhakika gani kama mimi nimetembea na mke wa mtu? Umenifumania na mke wa nani wewe? Aha. Wewe najikufahamwe. Unamsikia, we mpuzi. Anasema jitapiana na mwanamke wako. Sasa, wewe tulia. Acha nifundishe adabu. Huo hataki kumuendekeza. Kama mbona nielewe mimi basi <coughs> ninachokwambia, kwani unataka nielewe muda wote unataka kutumia hasira tu? Nikuele nini mzee baba? Ulimasoma malezi tuwe na kumfundisha adabu. Wewe unatakaje? Mimi natakaje? Lazima haki itendeke, wanyonge watu wengine, mimi mwenyewe sio mnyonge kama unavyonichukulia chochote

Sikiza nikwambie, mwanangu, hayo unayoyafanya sasa hivi sio wakati wake. Na wakati wake ukifika, hatutafunga mziki hapa au maspika au hatutupiga ngoma hapa la mgambo, mwanangu shazima, umekuwa sasa, fanya yale mambo muda wake umefika, fanya. Hapana, na wewe usijione mkubwa kwamba wewe ni tayari unaweza kufanya chochote kile unachojisikia kukifanya, hapana alafu umekaa pale na yule mwenzio mnakaa pale mnatengeneza namna ya kuniongopea kwa mara ya pili. Sikiliza nikwambie, baada ya baba yako kuzaliwa nikazaliwa mimi, na ndio maana alivyofariki baba yako, mbali na kwa umri wangu sio mtu mzima kihivyo, nikakabidhiwa wewe nikulee. Kwa hakika kabisa, hayo unayoyatenda yote hayo unayofanya mimi nimeyapitia hakuna kitu kipya utakachokifanya wewe ambacho mimi sikijui. Alafu kikubwa zaidi, wewe unachokifanya unatutia sisi aibu, yaani hujaibishi wewe peke yako, unatuaibisha na sisi wote kama familia, tunaonekana tukukulea wewe kwenye maadili na utaratibu ambao binti anatakiwa kulelewa. Sikiliza nikwambie, mimi ni nyani mzee, nimekwepa mishale mingi. Tola. Jana fukweni nimerudi saa ngapi kwani jana? Ah, jana nimeulinda amekwenda sana jioni kama midi saa kumi na mbili. Samaki mlipata kule jana? Jana kulibuka upepo wa hatari yani, nimeingia baharini masaa saba, natoka na ndo moja daga nchele poa no. ah ilikuwa acha tu. Alafu kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Kumuhusu dada yako Dada yangu mimi anifa huyo? Huyo chani tena ivo. Unajua dada yako anateseka sana kwenye mahusiano yake. Anateseka kivipi? Yule anaonekana mwanaume wake anamnyanyasa. Ananyanyasa? Ah, yani hapo ndio nimeanza kupata picha hapo. Kwa sababu gani? Mara nyingi dada yangu kila nivikintazama hivi, nakuta mtu ameingia unyong'onyo tu, namuuliza, chilipo walachani, hambi shida nini? Dada ananificha, kumbe hapa aniishi katika mfumo dume. Sasa e. mfukaye mkaongopeanaongopeana kwamba kuna vitu utatengeneza tengeneza vya ujanja ujanja, kwamba wewe mimi nisijue unachokifanya Halafu kitu kingine, huyo mpumbavu wako huyo anayekuongopea ongopea, nikwambie tu akupende. Angekuwa anakupenda huyo angekuja hapa, angefuata taratibu, angekutolea posa, tungemuodhesha ukaenda kuishi naye kama mumeo. Kwa hiyo, huyo anachokifanya anataka kushusha heshima yako na heshima ya mimi baba yako, lakini ba mdogo. Ah! sitaki unijibishe mimi wewe. Kitu gani utakachoniambia nikuelewe Nisikilize sasa, hiki kilichojitokeza sitaki tena kijirudie. Sawa, nimekuelewa, siturudia tena. Alafu bado sijamaliza, cha mwisho, huyo mpumbavu anayekuongopea ni nani anayekufanya wewe usilale nyumbani uolela olela, ajichukulie tu sheria mikononi alale na wewe ni nani? Kwa sababu gani? Mimi mwanamume wake ni nkuta, mtu msitarabu, msitarabu kweli kweli, nda wote univike nkuta, na amevaa kibelekeshia kile kikofia kama ganda la chungwa, kumbe nshenzi nzandiki kitu. Asa, even, tu, hasa hivi ndio umetoa barua ya uchumba hivi? Umenchumbia mwanamke hujamuoa tayari ushaanza kumfanyia manyanyaso, unatesa mtoto wa watu, utafikiri kama ana ndugu eh na dada naye anajificha na anakaa kimya, asemi chochote. Ndo mapenzi haya? Na dada yangu alivyokaporofa, sawa, umeshindwa kaka yako tola watolanga, basi kunifata hata kwa shangazi, ajamwambia ameficha, ukiuliza, mapenzi mapenzi au shenzi? Sasa mimi nakwambiaje? Yani mi ni nishukuru sana Yaani wewe ume, umenifumbua akili. Mimi yule bwana naenda kumwanzishia ntiti nitemfuata popote alipo kawepo. Hauzi kunyenyesha dada yangu, mimi dada yangu yule pale, aishi katika maisha ya furaha kila siku, nilivyo kumkuta uso umefinyangika tu. Eh? Amezeeka kabla hata umri wake. Mtoto mdogo tu yule. Kumbe mchumba wake ndio ananitesa. Ah, mimi nakwambiaje? Mimi naenda nyumbani huko, naanza kumwanzishia ntiti. Mda refu nikanachunguza hivi nishindwa kupata majibu, tatizo likopo wapi? Dada yangu mbona amebadilika? Kumbe mfumo dumo bwana yu yule alinitesea dada yangu. Ah, makibu kweli! Yani bwana wala nisichelewe, maana mimi tayari roho yangu mishingia kugafilika, yani ya tayari nimeshibuka asira. Alafu mimi nilivyo kubuka asira ni ndio sichelewe kwa simba na mpota huko huko. Ah bwana, angalia huko salama, uwepo wewe, niache mimi shughuli leo. We, haya umesharibu paka. Nimemkuta kaka ndo nani u huyo mtu mzima ovyo, nimuulizia mimi nimemkuta.

Kaka hebu punguza kwanza ukali wa maneno, sawa? Kumbuka hapa tumezungukwa na watu wengi wambea. Hivyo basi mimi naomba maneno yako unataka kuongea, ongea na mimi maneno ya chini kabisa ili nikuelewe. Mimi siwezi kupunguza maneno. Mimi leo naniuma. Walikapo dada yangu hasa yeye huyu, akatoa barua ya uchumba hapa, tumempa mwanamke, aishi naye kiustaarabu, ani kunyanyasa. Umeona? Ulivyokuja wewe ulikuwa mtoto white, mtoto ulikuwa mweupe, kama malaika. Sasa hivi una sasa ushaanza kufifia. Ulipo kaelekea utakuwa kama chungu. Eh. Kwa manyanyaso ya mama yako ndani huko. Kaka, punguza ukali wa maneno. Kila ulichoambiwa hakuna ukweli wowote. Hivi kweli mimi kaka niteseke? Niendelee kukaa huku ndani nasubiria nini? Wewe haupo, shangazi hayupo. Mimi ningekwambia kama nateseka. Alafu usipende kusikiliza maneno ya watu. Mimi nakwambiaga kila siku, kaka yangu. Watu vipi? Watu wanakuona. Kwa sababu yule ulikuwa nayo ndarefu, mimi ndo ukananificha tu. Watu ni kuona mpaka kisimani huko ni bubuju kwa machozi, unilia unilalamika huko. Ukija kwangu unajanikizia uli kwa maisha mazuri. Yaani wewe utifikiria labda ndugu zako, una ndugu yani. Mimi kaka yako nimejenga nina jengo. Shangazi yako vile vile alikaa na nyumba. Lakini wewe ume umezidi kung'ang'ana na kidudu mtu huyu, anikunyanyasa, unaona ndo mapenzi mwenyewe. Sasa nisikilize vizuri. Siku zote anakuambiaje? Asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Namimi mdanirafu mi nakusisitiza kuusiana na huyu shume huyu. Umizidi kung'ang'ania tu, ndio siku yake huko ndani unaishi huko, unapuka makonde huko, unifia ndani huko, utajijua mwenyewe. Licha yeyote nilofanya kazi bule na kanipelekesha kamsukule kwake, nilijishusha sana, ila kumbe sina maana. Nilipendwa nisipopendwa Kume mapenzi ni machungu na msemi, msemi. Nilipenda nisipopendwa, kume mapenzi ni machungu na msemi, hakuridhika nami, na mimi mvuvi mvuvi. Habari. Hapa salama. Mbona kama hauko sawa? Wana kijiji wameshakuletea maneno? Nini unamaanisha nini? Yani, ha, yani ha, u, hauko sawa yani, uko tofauti na nilivyo kuzoea mke wangu. Ndio maana na mimi nahitaji kujua n, n, n, kuna shida gani? Ni kweli mme wangu mimi sipo sawa na unajua kabisa shida gani inayenisumbua, sasa nashangaa masuala yamekuwa mengi. Ah, yani mke wangu, ni kwamba watu hapa kijijini kila mtu ana tabia zake. Lakini mimi niko yani, mimi naishi nao vizuri. Yani, unaweza ukakuta mtu anaona hivi tunavyoishi kwa raha, watu wanataka tu waje wakuchanganye. Mume wangu, unajua sikuelewi unaongea nini. Labda nikutoe tu wasiwasi. Maana leo kama umekuja na wasiwasi na mimi. Mimi shida yangu kubwa mume wangu inayenisumbua. Sio watu, ni mimi mwenyewe na wewe. Mbona unababaika, eh? Nababaika? ah, amna mke wangu <laughs> shida ni lile ya mtoto mnawangu, kaiwe unatoka na dadangu wa kazi Ukiniangalia juu mpaka chini unaweza ukazana mimi wewe? Eh? Iiw unaweza ukapata mtoto wa mimi? Nilikuwa naomba uende ukambembeleze. uka, uka alafu muda mimi nikiwa najiandaa. Huu ni danga lako tu. Kwa hiyo nimeona sio mbaya na mimi nikaruka naye. Nakupenda. na mimi nikaruka naye. Nakupenda. Amerika mata nimenasa kama rumba mimi hata kidogo kuniamsha kienyeji. Huyu ni mke wangu nimemuoa, nataka nizalie mtoto <laughs> tafadhali, tumia taaluma yako. Hata huyo jaji, huyu hakimu ni lazima asikilize pande zote mbili na mambo yote ambayo tulianzisha mimi na wewe nyuma yabaki kwenye kumbukumbu kumbu za urafiki tu, na si vinginevyo.

Pete yako ya ndoa iko wapi? Toka nje ondoka. Kwenda! Mama, mama, mama hebu subiri kwanza, hatupasi kutumia jazba katika hili swala. Leo nataka kujua ukweli. Unanipenda au unipendi? Yaani chiko ndio Baba Steve. Kama uliweza kuniumba utashinda

ninapopendwa kume, mapenzi ni matamu na msemi. Nimependa ninapopendwa kume, mapenzi ni matamu na msemi, ameridhika nami na mimi.